Kuwashukuru sana ninyi wanawake wote, na nitumie nafasi hii pia kuwashangaa wanaume wote duniani ambao wanapopata watoto wa kike huwa wanaanza kudhani mwanamke ndiye mwenye shida na kuona kama jinsia hiyo haina mchango katika taifa letu. Mimi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ninayo ninayo heshima kuwaambia kuwa nina watoto wawili na wote wa kike na nilipaswa kuja nao hapa kwa sababu watak... nao ni mashahidi wa nguvu ya mwanamke wa leo. Lakini pia najivunia kwa sababu watoto wa kike wana upendo moja kwa moja kwa wazazi wao, na ila imaanisha watoto wa kiume wana upendo. Lakini ukiweka kwenye mizani, mtoto wa kike ana upendo mkubwa sana kwenu wanaume wote mliozaa watoto wa kike majumbani mwenu, mwalee kwa kupatia kama yai, kwa sababu wamebeba hatima ya Tanzania ya baadaye. Na kwa wale wanaume wote ambao bado wana mitazamo hiyo washindwe na kulegea, kwa kuwa hawajui mzizi wa familia na maendeleo ya taifa letu leo na hata baadaye. Piga makofi kwenu wenye watoto wa kike. nitumie pia nafasi hii kuwashukuru sana wadau wote kwa ushirikiano mlioonesha hapa mdau wa kwanza ni ninyi wanawake wote mdau wa pili taasisi za serikali mdau wa tatu taasisi zisizo za serikali kama vile CRDB Bank, NMB Softcare. pamoja na watu wote ambao pia wamejitokeza hapa kuunga mkono siku hii muhimu ambayo ina takribani miaka mingi na leo tunaadhimisha miaka thelathini ya tangu tamko la Beijing, ambalo ninyi mnakumbuka, katika mkutano ule mwanamke kutoka Tanzania alikuwa pale kama katibu mkuu, na ndugu yetu na ndugu yenu mama, mama yetu na bibi yenu pia, wengine au na bibi yetu wengine mama, mama yetu ni Mongera, yeah. Hebu pigeni makofi kwa mtanzania huyu ambaye miaka thelathini iliyopita alikuwa moja ya wadau muhimu katika mkutano wa Beijing, baada ya kutimiza miaka 30 leo, ndugu zangu wana Dar es Salaam, nitumie pia nafasi hii kumshukuru tena Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kumshukuru kwa mambo gani? La kwanza ameweka msimamo na rekodi ndani ya taifa letu kwa kuwa makamu wa rais wa kwanza mwanamke, lakini baadaye kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kwanza tangu taifa letu lipate uhuru. Yeye ametegua kitandawili kinachosema wanawake wanaweza, na wanawake wote wakaitikia tunaweza, kwa sababu dokta Samia Suluhu Hassan ameweza. Kwa matukio machache ambayo yamevuta hisia ndani ya taifa letu na namna tulivyoendelea kuyashughulikia, ndugu zangu Dar es Salaam wiki moja iliyopita tumeona klipu moja ikitembea ya dada yangu na mama yenu na dada yetu mwingine, anaitwa Beatrice Williams, dada ambaye ametoa machozi baada ya mahakama kuhukumu kuuzwa kwa nyumba ili kulipa deni linalohusu kesi ya mume wake baada ya kuhukumiwa na kesi ya kugonga mtu lakini baada pia kuhukumiwa na kesi ya madai, baada ya kusababisha gharama kubwa za yule aliyegongwa. Kwa wale mliofuatilia, yule mama ametoa machozi sana, uongo kweli, na watu wengi wakaona huu ni unyama kabisa, uongo kweli. Historia iko ifuatazo kwa ufupi sana. Yule mama alikuwa na mume wake, na kwa bahati mbaya mume wake aligonga mtu, halafu kwa bahati mbaya sana, yule bwana akapata majeraha makubwa yaliyomfanya kujiuguza kwa muda mrefu. Wakati mume akitaka kutoa msaada, yule bwana aliyegongwa alikataa, na kwamba atajiuguza mwenyewe, lakini baadaye yule bwana aliendelea kulalamika kwamba baada ya kugongwa, familia ya yule aliyemgonga haikushiriki hata siku moja kumuuguza yule aliyegongwa. Familia ya yule aliyegongwa, yani watoto na mke, waliendelea kupaza sauti na kulalamika kwamba mme wao na baba yao amegongwa na kupata majeraha, ulemavu wa kudumu lakini aliyefanya hivyo hajaonyesha moyo wa dhati wa kuchangia matibabu, ili pia familia yake iweze kusoma na mkewe pia aweze kurejesha faraja baada ya mume wake kupata majeraha. Yule bwana alilazimika kwenda kufungua kesi, na alipofungua kesi, kesi ikaendelea, lakini baadaye mwanaume aliyesababisha, aliyegonga akafariki lakini sheria tunamtambua mrithi, yaani mrithi wa yule mwanaume aliyefariki. Huyo, kesi ikaendelea ikiwa ni kesi ya baadaye kumuhukumu sasa mrithi wa marehemu. Lakini baada ya muda mahakama ikaamua kwamba nyumba, kwamba mwanamke yule ambaye ni mrithi alipe pesa kiasi kilichotajwa na baada ya kushindwa mahakama ikaamua kuuzwa kwa nyumba ya mrithi ambayo ni mali ya marehemu mume wake ili pesa itakayopatikana iweze kwenda kumlipa yule bwana aliyegonga. Ndugu zangu, mabibi na mabwana wa mkoa wa Dar es Salaam, wapo watu ambao walinishauri kama mko mkoa mkoa, kwamba niende nikazuie nyumba ile kuuzwa, na wapo watu ambao walinishauri niende nikamkamata yule aliyesababisha kesi hiyo kunguruma, na wapo walionishauri niweze kumweka ndani hakimu aliyehukumu kesi hiyo. Ndugu zangu wa Dar es Salaam, ni kweli kwamba tukio lilo kutaisia, lakini naomba mwamini kwamba masuala yote ki ya kimahakama yanapingwa na mahakama. Ningeweza kama mkuu wa mkoa kwenda kufanya maamuzi yangu binafsi, lakini bado nikaweza kugonga mwamba, kwa sababu ingelikuwa ni kuingilia mhimili mwingine ambao ni mhimili wa mahakama. Nini kimefanyika? Nitumie nafasi hii kumshukuru sana kaka yangu rais wa TLS Mwabugusi, ambaye kwa kushirikiana pia na wanasheria kadhaa wakiwemo wanasheria wa ofisi ya mkuu wa mkoa kuanza haraka sana kuweka mapingamizi ili kuiponya nyumba ya mrithi yule. Na kwa mantiki hiyo, wale wote mliobobea katika sheria, mnapokutana na jambo lolote lenye mtazamo wa sheria, naomba tufuate sheria, ili mwisho tusije tukaonekana tunatafuta kiki na mwisho tukashindwa kumsaidia yule aliyekusudiwa. Naomba ni waahidi kwamba kwa, kwa sababu ya wanasheria nguli waliopo na waliojitokeza jambo hili tutasimamia kidete, bila kuingilia mahakama, kwa hoja za kisheria, na nyumba ya marehemu inawezekana haitauzwa, na watoto wataendelea kuishi kwa furaha. Lakini na yule bwana ambaye alipata majeraha na yeye tutahakikisha watoto wake wanarejeshwa furaha, kwa sababu zote ni familia sawa, namna ambavyo tunaendelea katika kuzinua Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nilianza kukaa naye nikiwa sijafunga ndoa, nikamwambia, ukifanya mitano ya form six ukafaulu kwenda chuo kikuu, zawadi yako ndoa. Na akafaulu mitano ya form six akaenda kusoma chuo kikuu nikafunga ndoa akiwa mwaka wa pili, akiwa mwaka wa kwanza wa chuo kikuu. Mpigeni makofi mama Chalamila. Na akasema tena kwamba sasa ametembea ndo kwa mguu, sasa nimnunulie gari. Nikamwambia ukijiunga na masters ninanunua magari mawili. Akajiunga na masters nikamnunulia Magari mawili. Hoja yangu ni nini? Tuondoe ushamba wa kumnyanyasa mwanamke na kumwonea wivu wakati wote na kudhani akifanikiwa yeye, wewe uko hatarini. Tuondoe ushamba huo wa kuweka wanawake ndani, tukiamini kwamba wakitoka nje watatogozwa au kufanya kitu chochote kufurahisha kitu kimoja. Ladha ya mwanamke lazima upokee neno kutoka kwa mwanaume mara kwa mara, kwa, kwa sababu hata mimi naweza kuwa mkuu wa mkoa, nina mapolisi hawa, lakini bado kuna kimwanaume nakuta kinamtongoza tena mke wake. Ungekuwa wewe ndio mkuu wa mkoa ungefanyaje? Lakini hiye ndio inayofanya mwanamke uendelee kuwa imara kwa sababu sisi wanaume tumeumbwa kutamka neno lolote, mwanamke samani nampeda. Yani sisi hiyo neno ni, ni, ni, ni, ni lipo kwa wote. Kwa hiyo ukituchukia, unaichukia nature thelathini wewe baki na asilimia sabini. Mimi siku moja nilikuwa narudi sana usiku nyumbani, lakini kirudi wakati fulani mkuta kirongo amenuna sana. Baadaye nikamwambia kesho tutaanza kwenda wote, akafurahi sana. Siku ya kwanza nikaenda mahali kusubiri gari lilobeba mzigo ili vuke mpaka kwenda koko saa kumi na moja na saa kumi na mbili anatakiwa aende kazini. Alipotaka kulala, akamwambia koma, kamanda, hiyo ndio alianza kutembea na muda wako wakati wote. Siku ya pili hivyo hivyo, siku ya tatu akasema hapana, nimegundua wewe, endelea umeona kwenda kazini. Sasa tatizo nyingine pia mlionalo ninyi wenzetu, msiwe ni watu wa negative perception all the time. Jengeni pia mifumo ya mitazamo chanya kuhusu ama mbeo ama kujihusu mwenyewe. Ukienda namna hiyo, maisha yako yatakwenda kwa kasi. Wasaa wangu ama wasia wangu wa mwisho kwenu wanawake wote mlioko hapa, jivunieni kwa kuwa wanawake, jivunieni sana. Kwenye familia yetu, mama yetu mzazi alizaa mtoto wa kiume tu, na mimi nikawa namwomba Mungu nizae wa kike tu ili waongeze mnyororo wa kuweza kuja kumtunza huyu mama baadaye. Hoja yangu ya msingi, ninyi wenyewe wanawake wake mtunibali Dar es Salaam takwimu zinaonyesha wanawake mnakuwa kiuchumi kwa kasi kubwa na ya ajabu tena. Takwimu zinaonyesha wanawake kwenye mabenki wamekuwa ni waaminifu kuliko wanaume. Takwimu zinaonyesha wanawake mmekuwa na tija kubwa kifedha hata kuliko wanaume. Hii inadhihirisha kwamba mwanamke akiwa na kipato kizuri, amejenga nguvu ya kiuchumi na ameepuka unyanyasaji, kwa sababu moja unyanyasaji hutokana, kama nivyosema awali, na masuala ya kiuchumi wapande mmoja kuwa mdogo. Ndugu zangu wa Dar es Salaam, kama nihitimishe sasa kwa kusema Twendelee kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tena ameunda wizara maalumu kabisa ya jinsia chini ya Dokta Gwajima, akimaanisha kwamba wanawake ni jeshi kubwa. Lakini pia Chama cha Mapinduzi nao wamefanya yao kule Dodoma, nao wamesema mwaka huu hatutaki kusikia mtu mwingine yoyote, tunampitisha Dokta samia Suluhu Hassan ndani ya Chama cha Mapinduzi, atakayesimama kugombea urais dhidi ya chama kingine chochote ndani ya taifa letu. Hebu pigeni makofi kwa Dokta samia Suluhu Hassan. Sasa nini kifanyike? ningelikuwa mimi ndio nionyie, ningesimama imara kumwombea wakati wote, kumuunga mkono wakati wote, kusimama naye wakati wote, na nikimsikia mwanaume yeyote anamsema ovyo, anaweza akakosa hata chakula kwa siku tano. Niendelee watakeni kila la heri.